Zone Yetu inakuwaje, ndugu zangu, mambo vipi? Karibuni karibuni tena, ni mimi kijana wenu bwana Nefyu, nimekuja hapa tena tuchonge mambo mawili matatu kama kawaida yetu. Aa, na kabla sijaanza hii topiki ya leo, kwanza naomba niwapeshe bwana, ongera sana watu wa wano Africa kwa kuweza ku kurilizi hiki kitu ku lunch. Eh, iki kitu ikitu itakuwa lunch, kama nilivyosema last time, itakuwa ni June 7 siku ya Jumamosi, na itakuwa launch the couple, couple few places maybe, maybe kusema the few, itakuwa East Africa na nyingine itakuwa hapa Marekani, lakini anyway ndakuja kuwapa details as we go. Anyway, sasa naomba nianze kwanza kwa kuongea mambo mawili matatu, najua topic yangu ya leo itahusu kwamba sisi iwetua ambao watu wa michakati michakati, ila kwanza kabla sijasema zaidi, naomba ni kwa nyinyi ambao kwa sisi ambao tumetokea Afrika, nadhani mnajua zile kuna vile vijitabia, ukimwona mbwa hivi unakimbia au mbwa anakukimbiza na vitu kama vile lakini leo nataka nikwambie kwa wale ambao walikuwa wamefanikiwa, walikuwa wanaendesha magari uh, pale Afrika, najua kabisa walikuwa wakitoka na gari, mbwa anamkimbiza kweli kweli, ukisimamisha gari na mbwa anasimama na wale mbwa bwana na, najua na sio Afrika tu ni dunia nzima lakini wale mbwa gari ambayo haiendeshwi imesimama iko yenyewe haibwaki sasa hicho kitu nimekuja kukaa siku moja nikaa najifikiria unajua nini hawa mbwa wana tabia moja kama haters. watu wanaopenda kuwaongelea watu wengine sana unajua wanafananishwa na nini kivipi hawa ukiwa umekaa kimya una maendeleo yoyote nakuambia mimi nine out of ten una hater watu wamekuacha yani wanakuona Ah, una lolote ufanye chochote wewe sio tishio kwao Haters wanaogopa sana greatness, ila ukisikia watu wanakuhate ujue you, you are doing something better than them, au uko kwenye planning flani ambao maybe ikitoboa utawaacha utapata matatizo mengi no, kama mbwa. Yani wao ukimove, wow, oh, sio kweli, utashindwa, acha haya tutuone, utafika wapi, utaona tu. Ukisimama wanasimama. Sasa mimi nakwambia hapa kama mtu wako wa Zone Yetu nephew Ukiona uongelewi basi ujue sio pazuri hapo. Ukiona watu wanakuongelea uko pazuri, kwamba sasa watu wanaogopa. Mchakato usiache ndugu yangu, kama una plani za kwenda shule usiogope kwenda shule, pambana, soma. Kama una mchakato una plani ya kuanza biashara, ni pagumu ndio, usiogope, anza. Imagination ndiyo inacreate ati na In, unakwambia wanakwambia historia yako itakuwa delusional mpaka siku itakapotoboa, ndio watu wataogopa, sasa sema ehe, jamaa alikuwa serious. Lakini kama kila siku una create fear, kwa kwa sababu nani ata Ukiongea utasimama rafiki, na hakuna mtu wa kumjutia zaidi ya wewe. Kuna kitu kimoja, kuna ya rafiki yangu moja aliniambia, talents ziko very tough kuzitumia skills vile vile inabidi ujikamue utoke ulikotoka, ukubali kusemwa, tena utasemwa kweli kweli, na kama unapelekea ni pazuri zaidi, utasemwa sana. Kama wewe huko Afrika una, unafikiria kuja nchi, nchi za nje, weka proses zako, usiogope, nani atakuwekea maneno? Usiogope kibaya zaidi, ukisimama ndio mbwa wanafurahi wanatingisha mkia wao. Kwa hiyo leo nimekuja hapa, nataka nikuambie kwamba kuna changamoto kweli kuwa great. Hawa watu ambao wametoboa, trust and believe me, wengi wao wamepitia maneno mengi mno kwa hiyo kwa mimi na wewe, kwa wale ambao unataka kujaribu maisha, kwa wale ambao unataka kufanya something, lakini wanaogopa maneno yani uwezi ukatoboa, yapo tena, yanakusubiri. So kama hii kitu imekuelimisha mwelimishe na mwingine, nakuomba na vilevile unitafutie watu waelewe, wanisikilize, na wasubscribe kwenye channel yangu. Mpaka next time, kama mpaka kawaida yenu, mimi nawapenda, lakini nataka niwache na wapenda kitu kimoja, na niliwakumbusha kwamba nitakuwa na challenge ya vibwagizo. Naomba uniambie kwa Kiswahili be around najua ndio anasema kuzugazuga, lakini aki-unaona Kiingereza kinavyokuwa kigumu na, ki, ki na Kiswahili beat around the bush. Sasa ukiweka kwa Kiingereza hicho ukakipeleka kwa Kiswahili, changamoto inaanzia hapo. Jamani, tupendane, usiogope. Hii ofia yako itakufanya uwe maskini. Mpaka next time, pambana. Ndoto yetu.